Ndugu, mtazamaji wa tajiri wa Moyo TV mahali popote pale walipo, karibu sana tuweze kuungana kwenye taarifa ya habari tuliyokuandalia kwenye usiku wa leo. Mkutano wa waziri wa mambo ya nje wa DRC na wakimbizi kambini Nyarugusu. Waziri wa mambo ya nje kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, amekutana na kuzungumza na wakimbizi wa Kongo wanaoishi katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu mkoani Kigoma. Katika hotuba yake waziri huyo alishukuru serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuwahifadhi wakimbizi wa DRC kwa kipindi cha takriban miaka 30 akieleza kuwa hatua hiyo ni mfano mkubwa wa mshikamano na ubinadamu. Amesema ametumwa na rais wa DRC kuwasilisha ujumbe maalumu wa wakimbizi hao. Katika ujumbe huo, alieleza kuwa amekuja na msaada wa kifedha wa muda mfupi kwa ajili ya kuwasaidia wakimbizi wa tiwa kambini pamoja na fedha zitakazowasaidia katika mchakato wa kurejea nchini kwao. Ya muhimu, tunapana asanti kwa jamhuri ya Tanzania ya pili, tunakia kubapa pole. Ya tatu, kwa jina ya serikali ya Kongo, tunapenda tunaelezee kama mushitoshe kitumaini ya kurudia nyumbani kwetu. Tuna vipindi ya batu benye bari kuu ya mbele baisha fanya siku mingi hapa na benye banakuya nyuma, mujue kama kama mbele kulikuwa maichi ingine ya kigeni kunutoa hapa kunupeleka, mfano Amerikani, kunupeleka Bulaya au pengine po, mujue kama hapa sasa ile haiendeke tena. Jambo. Jambo! Jambo! Leo sisi wote shauti ni moya kurudi nyumbani kwetu. Hey! Hey! Hey! hey! Sasa hatutakamata batu na kinguvu, tunasikilizana. Tangu leo mjue kana wa partner wetu wa HR. Atakuya kukamata kuuliza kila mutu na swala yake. Hii tunasema na kifaransa retour volontaire, <laughs> kila mtu anaandikisha jina yake, ulitokea wapi na utarudi kule, lakini mujue kana mbele ya kurudi kwenye ulitokea kabisa, ikawa Bukavu, Goma, Uvira, Luvungi, Kamanyola, Baraka, Fizi, mpaka kule ukuwe na amani na usalama. Raisi kusikilizane, raisi na serikali tuko na pambana na wadu kusema usalama uingie kule, lakini Nyarugusu jambo. Jambo, lakini mujue kama Republiki ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Kongo, tuko na majumbe mingi, tuko na mafashi mingi, tunapasha

Kila mutu aandikise jina yake. Narudia, tunasikilizana, akuna shida. Mana yake iko prosheda inyemiko nafanya, haiko ya kukamata batu kubarudisha. Na mtu kama alikupokea shiku mingi mbele ya we, kwenda shi inapasha umulage yeah. Ah, kumulaga maana yake unaandikisa jina na ye hapa haiko tena aisharutia nyumbani kwake. Waziri huyo alisisitiza kuwa wakimbizi wote wanaimizwa kurejea nchini drc kwa iyari, akibainisha wazi kuwa kurejea huko hakutakuwa kwa kulazimishwa. Aiza, alieleza kuwa asilimia kubwa ya wakimbizi waliopo katika kambi ya wenyerughusu wanatokea katika mikoa miwili ambayo imeathirika zaidi ya vita ambayo ni Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kutokana na hali hii ya kuusalama katika mikoa hiyo, waziri alisema kuwa DRC ni nchi kubwa, hivyo wakimbizi wanaorejea wanaweza kupelekwa au kutafutiwa maeneo mengine ya salama ya kuishi hata kama si mkoa yao ya asili. Alisisitiza kuwa jambo la msingi ni kurejea nchini mwao. Katika mkutano huo, waziri aliruhusu maswali mawili kutoka kwa wakimbizi. Swali la kwanza lilihusu iwapo wakimbizi watakaorejeshwa DRC lakini wakaishi katika mikoa wa tofauti na walikotoka, kutakuwa na tofauti gani kati ya hali hiyo na kuendelea kuishi katika kambi ya Nyarugusu? Akijibu swali hilo, waziri alisema, Mbona baadhi yenu mnaenda kuishi Marekani USA? Je, kuna tofauti gani kati ya Marekani na hapa? Swali la pili lilihusu usalama wa nchi, ambapo mmoja aliuliza kwa nini ikiwa DRC ina jeshi lenye nguvu na rasilimali za kifedha, kwa nini siwapambane moja kwa moja na maadui ili kuwa na nchi warejee katika maeneo yao ya asili badala ya kuwapeleka mikoa mingine walizungumza mambo mengi kwenye taarifa hiyo, na waziri alieleza maelezo mengi na marefu kwelikweli. Pia wanaweza kusikiliza taarifa nzima au video nzima, waziri akieleza kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea na mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo. Ulikuwa nayo mtajiri wa moyo na TWM Media, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare, uwe unakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoziposti hapa YouTube.